Taharuki ilitanda katika mtaa wa Ngara baada ya maafisa wa serikali ya kaunti kufika na kuanza kuwafurusha wapangaji wanaodai hawajalipa kodi kwa zaidi ya miaka kadhaa. Maafisa hao walioandamana na vijana waliopewa jukumu la kuondoa vifaa ndani ya nyumba walioelezea walio na deni kulipa mara moja kuzuia kuondolewa. Juhudi za mwakilishi wadi wa Ngara Chege Mwaura kufanya mazungumzo na maofisa wa kaunti akiwataka kuwapa muda zaidi wapangaji iliambulia patupu, huku maofisa wa kaunti wakisisitiza ni sharti wote walio na madeni walipe. Operesheni ya kaunti inadai kwamba madeni yameingia wiki ya pili, baada ya zoezi sawia kufanyika katika mitaa ya Jamhuri, Kariakoo na Woodley wiki iliyopita.

kuna system ambayo ilikuja inaitwa UBP sometimes ina fluctuate so unatengeneza haitoi receipt, so kuna ule reconciliation yake haina receipt ama ule mwingine amefanya, lakini itauploadiwa kwa system. So uh, my intervention was can we reconcile uh, ule anasema zake ni hizi na county inasema hizi mwanzo, alafu sasa waende to exercise ule ambaye haja reconcile na hataki kulipa chochote. Hii ndio tulikuwa tunataka tuwasaidie hivyo, but what is happening now wanafuata ile utaratibu ya list yao, kama uko na pesa mingi wanaingia.